Ha, mtu maiti maiti inatoa jasho mm. Au maiti natoa mm. <coughs> damu pwani, huyo ajafa. Mti wa mninga unatoa yale maziwa yake ukuta ah. Yani we unapoona, unaona ni mm. ni mtu lakini nakuta ni mti wa mninga kwao, nakuta unatoa yale maziwa yale, kwa ile ndo na naonekana ya madamu mm. Au Nakuta mtu amekufa, mtu unaona kama kamba kanapiga kelele, ile ni ile nafsi ya ule mtu inapiga kelele. wakifanya hivyo inachukua muda gani sasa ili mtu aweze kuliwa? Wakisha mzika, wanachukua ile nafsi, yani anachukua ni mtu kabisa, yani anachukua ni mtu lakini sema amesha fyatuliwa akili. Kwa hiyo akiambiwa twende, anaenda, anaenda ndio na kwa ile msukule, msukule kuna ulimiliki misukule mingapi?